Nitambue uwepo wa daktari mbobezi sana dadangu Honorata mganga mkuu wa mkoa wa Tabora. Na dada Honorata, makofi ya mkoa wa Tabora yanaonyesha utendaji kazi wako uliotukuka. Basi tuongeze vigeregere kwa mganga wetu mkuu wa mkoa, lakini najua dada Honorata ameambatana na mganga mfawidhi wa hospitali yetu ya rufaa ya Kitete. Hongera sana mganga mkuu mfawidhi wa Kitete. Na ndugu zangu, kabla sijaendelea na protocol, naomba niwapongeze watendaji hawa wawili kwa kazi nzuri wanaoifanya ndani ya mkoa wetu wakishirikiana na waganga wakuu wa wilaya, naona wako hapa, na wahudumu wote wa afya, lakini na watumishi wote wa afya wa mkoa huu ni kwa niaba ya nchi ya Tanzania ninawapa big up kwa kazi nzuri ninayoifanya katika nchi yetu ya Tanzania. Hongereni sana.